Lazima msikilize. Siku moja Yesu alatoa mfano wa jamaa moja kati ya yule tajiri na yule maskini. Sasa Lazaro akajifia akaenda kifuani kwa Ibrahimu. Akaja yule tajiri naye akafa, alipokufa sasa sasa kwenda kule uje uje. Akutaka kusugia akujali uha anamwona yule jamaa yuko kifuani mwa Ibrahimu. Yale mateso aliyokuwa nayo akakumbuka huku duniani, aeu is... nateseka mahali hapa naiki angalia mtume huyo, aja umurudishe hata ulimi wangu. Akaambiwaje? Akaambiwa hivi, hata huko duniani wako akina Musa na manabii, wasipowasikiliza hao zibowasikiliza hao wasikilizeni hao. Haleluya! Wewe unaweza kuona watumishi wa Mungu ukawaona kama watu wa kawaida. Watumishi wa Mungu, wachungaji, sio watu wa kawaida, wako hapa, wanawakilisha Mungu. Haleluya! Haleluya! Kwa hiyo unapokuwepo kanisani kama mmoja wa familia lazima waelewe mambo haya na waheshimu sana watu hawa. Aleluya, baba wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa thelathini na tano nami nitajipatia kuhani mwaminifu atakayefanya sawasawa na mambo niliyonayo katika moyo wangu na katika nia yangu, nami nitamjengea nyumba iliyo imara, naye atakwenda mbele ya masihi wangu milele. Kazi yetu sisi ni kwenda mbele ya masihi milele. Tunakuombea wewe, haleluya. Kazi ya baba ni kwenda mbele ya masihi anakuombea kuombea wewe, kazi ya Baba ni kutafuta chakula cha kukulisha wewe. Haleluya! Nimeshangaa sana kukuta mara pengine watu wanainuka juu ya wachungaji wao, wananukau wanainuka, mchungaji atumtake hapa ninakupa madaraka hayo, wewe, madaraka hayo utapata. Uchungaji anakutana na watu wengine wenye ushawishi dani, wanaanza kuleta vurugu katika maeneo mbalimbali. Nataka kukuambia na kukusaidia, huo sio utaratibu wa kimungu. Haleluya! baba yako wa kiroho ni lazima mweshimu. Aliyemweka ni Mungu mwenyewe. Watu wanabadilisha kweli ya Mungu au uongo. Unapingana na baba yako wa kiroho na kwa wakati mwingine watu wanaita ugomvi makanisani na, na mimi nasema hivi hata kuleta bora wanawaambia hakuna makanisa ya watu wenye fujo kama makanisa ya Pentecost utakatalia ni yapi? Hakuna makanisa ya watu wenye fujo kama makanisa ya Pentecost. Hakuna makanisa ya watu ambayo nidhamu imepungua kama kwenye makanisa yetu haya, kwa sababu watu hawajafundishwa wala hawajaelewa. Kila mtu kanisani, yeye ni bwana mkubwa mekuta mwana pengine watu wanamweka kikao wa mchungaji, kashangaa sana, umepata wapi madaraka hayo? Mshirika unamweka kikao wa mchungaji, wapi amepata madaraka hayo? Ni kwa sababu ya kutokuelewa neno na kwa sababu ya watu walioingia kanisani wengine hawajachongwa sawasawa. mchungaji ndio atakae kutolea hesabu we. Bwana Yesu asifiwe, katika Malaki sura nne mstari sita anasema hivyo, naye ategeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee nani? Baba zao. Kazi ya mchungaji hapa inaonyesha wazi ni kwamba moyo wa baba utaingia ndani ya watoto wake ana wajumba. Bwana Yesu asifiwe. Utaingia ndani ya watoto anawoch wasiaapeie. Anasema baba mwenye busara wache wanaye orisi, na Paulo pale anasema vitoto vyangu vidogo naonea shauku Kristo ndani yenu. Kazi ya baba ni kuona wewe unaendelea kiroho, unakuwa kiroho. Haleluya, ndio kazi ya baba.